Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Jana nimechukua nimeenda kuijaza na leo nimeirudisha kama matakwa na masharti ya chama yanavyotaka. Neno langu kwa wanachama zaidi wa chama cha Mapinduzi Tanzania nzima lakini hususan wanachama wa jimbo langu la Chumbuni, uchaguzi huu uwe wa amani na utulivu, ili nchi yetu iendelee kuwa salama na bila CCM nchi hii haiwezi kuwa salama. Kwa hivyo tuhakikishe tunaenda kuchagua chama cha mapinduzi. Wale wote watakaorudishwa au chama kitakachowachagua kupeperusha bendera yao, basi ndio wakati wa kuhakikisha kila mwananchi wajibu wake, naye kwenda kupiga kura, lakini sio kupiga kura, ahakikisha anayechagua CCM ili tuendeleze utulivu na amani ambao upo ndani ya nchi yetu, na hayo ndio matarajio yetu makubwa. Kwanza, fomu hizi hapa hazina wadhamini Uzuri wake All in CV zangu. Mimi ni mbunge hichi kipindi changu, nikipata inshallah itakuwa cha tatu. Kwa hivyo ni mzoefu na haya mambo, ninachotaka ni kufata tu taratibu. Nilikuwa hata jana ningeweza kujaza hapa hapa, kwa sababu fomu yangu ya nyuma ninayo, lakini nikasema lazima nikae nitulie nijaze kwa kutulia na kwa ufasaha. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, sina la kupoteza wala sina haja ya kukaa nayo kama wenzangu wengine. Eh, kwa hivyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia na inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu basi atanijalia zaidi na zaidi.